Jifunze kuongea Kiarabu online TV karibu. Naam, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, amma ba'd. Naam, tunaendelea. Kipengele kinachofuata ni inqisamul mujaradi wal mazidi, kugawanyika kwa kitendo ambacho ni mujarrad na kitendo ambacho ni mazidi. Na kama tulivyoona kitendo mujarrad ni kile ambacho herufi zake zote ni za asili, amna iliyozidi ndani yake, na kitendo ambacho ni mazidi ni kitendo ambacho imezidishwa ndani yake herufi eh, eh, ni kitendo ambacho imezidishwa ndani yake herufi eh, juu ya zile herufi zake za asili ya hicho kitendo, kama tulivyoona katika darsa iliyopita.

ni ni, ni, ni, ni kile ambacho kinaundwa kutokana na herufi tatu kinaitwa thulathi, kinaita thulathi mujarrad, kitendo ambacho kinaundwa kutokana na herufi tatu za asili amna iliyozidi ndani yake, mithlu mfano dharaba sawa, dharaba qala, daa, kunaita hii thulathi mujarrad. Hizo herufi zake ni asilia, yani asili yake hicho kitendo ni herufi tatu

Walmazidu, yani kadhalika, na mazidu, kitendo ambacho kilichozidi zaidi ya herufi zake za asili. Vile vile yanqasim ila qismain, kinagawanyika katika vigawanyo viwili. Kuna mazidu thulathiyun wa mazidu rubai. Yani kitendo chenye herufi tatu kilichozidi ndani yake herufi moja, kama itakuwa herufi mbili, thulathiyun mazidu biharfain, kadhalika hivyo hivyo kwenye mazidu rubai. Anafafanua hapo kitendo e, al, al eh, al ni kipi, lakini mifano itakuja mbele hapo. Haya ni maelezo tu, anasema fal mazidu athulathiy huwa mazida min al fi'l athulathiy mujarrad harfun wa akthar, huwa mazidan kile ambacho imezidishwa eh, min alfili thulathi kutokana na au katika kitendo cha uh, min alfili thulathi lmujarad katika kitendo eh, chenye herufi tatu za asili harfu imezidishwa ndani yake herufi moja au akthar au zaidi ya herufi moja na lengo muda mwingine la kuzidisha herufi katika kitendo ni kupata maana munasib, kupata maana munasib kama tulivyoona huko nyuma kwa hiyo inaitwa mazid thulathini, ile ambayo zida, mazida, huwa mazida ni ile ambayo imezidishwa ndani, katika min alfi'li thulathi mujarrad, katika kitendo ambacho cha thulathi mujarrad imezidishwa ndani yake herufi moja au zaidi ya herufi moja. Wal mazid ruba'i kadhalik, na mazid ruba'i vile vile, mazida min alfi'li ruba'i almujarrad ndiye ambayo imezidishwa katika kitendo chenye herufi nne za asili, harfu na akthar herufi moja usaidia moja. Wa ilaika hadhihi alanwa, nachukua aina hizi min thulathii mujarrad wa mazidihi, katika thulathii mujarrad na ziada yake arbai mujarrad wa mazidihi, na, na e, rubai mujarrad na ziada yake. Maana hapo anaeleza sasa aina zake, sasa atachanganua kimoja baada ya kingine, kwa maana hizo ni aina, namna ambavyo zinazogawanyika kwa tumeona kwamba kuna aina mbili e, za mujarrad ambao mujarrad thulathii na rubaii pia. Tumeona mazidi aina mbili e, e, mazid e, thulathii ma, na mazidi rubaii. Kwa ilaika hadhihi lanwaa inachukua aina hizi kutokana kutoka katika kitendo cha mujarrad thulathii na ziada yake na rubaii e, rubaii mujarrad na ziada yake.

wama kana madhihi thalathat hurufin, ni kitendo ambacho kimekuwa. Huwa ma kana ni kile ambacho kimekuwa madhi yake, yani kitendo chake cha muda uliopita. Thalathat hurufin, kina herufi ngapi? Tatu. Asalamu alaykum, karibu khair, pamoja walahu. thalathatu abwab na ina milango mingapi mitatu fil madhi katika madhi hii al fi'lu athulathi al mujarrad ina milango mingapi mitatu katika madhi ambayo ni fa'ala fa'ila na fa'ula fa'ala mithlu mfano daraba kataba mfano wake daraba kataba qala eh sasa unapimaje kwenye neno qala na kwenye mfaalo unapimaje hapo? Kuna uiano, kuna uiano hapo, naam. Na sasa unafanyaje? Kwa nini ametuletea hapa katika wizari huu? Kama nakumbuka nimekuambia ukitaka uijue asili ya herufi, sawa? au asili ya masdar Ukitaka upate asili ya hapa hichi kitendo inabidi ukipeleke kwanza kwenye, kwenye mudhari sawa? Ambapo qala mudhari yake inakuwa nini? Qala. Mudhari yake inakuwa nini? Yaqulu. ya ya ya hi, ya hi kwa mm, hiyo asili ya hii ya hii alif ni nini wao? qawala. Naam. ko qawala faala. Umeelewa? Ehe, rama mudhari yake inakuwa nini? Yarmi hapo inakuwa kwa, hapo inakuwa asili yake nini? Ra kuna mimi unaikaja rama, rama tuna ya ya mwisho, mwisho, mwisho ambayo illa, kwa sababu mimi ile haina shida, mabadiliko mwisho, kwa sababu imekuja rama huku mwisho, kwa sababu imekuja hapa. Qala tumeangalia ni nini Alif tumerudisha kwenye asili qala, tunaona kwamba asili yake herufi ya kati, ambayo qala yaqulu. Kwa hiyo tunaona kwamba asili yake ni ni nini? Wau, qawala. Kwa hiyo kwenye rama mudhari yake na kuwa yarmi. Kwa hiyo tunaona asili yake huko mwisho ni ya, kwa nasema rama ya asili yake inabidi iwe rama ya faala. Umefahamu? Kwa hiyo ukikuta kitendo kama hicho, ndio unafanya kama hivyo, unaipeleka kwenye mudhari. Hapo unajua kumbe herufi yake hapa ya kama ya kati, unajua kumbe wau unaiweka katika nini, kama ya mwisho ni akumbe ya unaiweka. Umefahamu? Naam. Wa fa'ila mithlu, mfano alima, hasiba, asami'a. Alima na hasiba, fa'ila, kwa kuitia kasra nini, haina na kama tulivyosoma, hiyo herufi ya kwanza itaitwa fa, herufi ya pili itaitwa aini, herufi ya tatu itaitwa lam hivyo wa fa'ula mithlu mfano karuma sharufa. Karuma amekuwa mkarimu, sharufa amekuwa mtukufu. Adhuma walahu sittatu abwab, na ina milango sita. Wa ilaika tafsilati fi hadhi alabwab, nachukua pambanuzi eh, katika milango hii fi hadhi alabwab, katika milango hii. Sasa hapo ndo anaanza kufafanua eh, nukta moja baada ya nyingine nah, sh anasema albabu alawwal mlango wa kwanza ni faala yafulu hapa aliposema e, ina milango sita bimaana sasa hizi ukizipeleka kwenye mudhari zenyewe zambazo ni tatu lakini kila moja ukiileta kwenye mudhari tunapata jumla ngapi sita sizipo tatu tatu mara tatu ngapi sita kwa hiyo kila mmoja unaigawia yani: hii unaipeleka kwenye mudhari yake, hii unaipeleka kwenye mudhari yake, hii unaipeleka kwenye mudhari yake. Jumla zinazalikana ngapi? Tatu kwa tatu, za madhi na tatu za mudhari. Jumla ngapi? Sita. Ndio makusudi ya kusema hapo na ina milango sita. Nachukua upambanuzi katika milango hii ndio hapo. Sasa naanza kufafanua ambao faala yaf'ulu mudhari yake eh, faala yaf'ulu mawzunu nasara yansuru yansuru, au neno lolote ambalo utakaloona lina uiana shakili hii, limepimwa katika mizani huu na kuitia fatha, wa bina'uhu na jengo lake eh. Hii ni kwa ajili ya taadia kupindukia mara nyingi. Tukisema taadia bi maana kuitajia mtendewa. Inakuwa jengo lake ni litaadia tigaliban kuitajia mtendewa mara nyingi. Sio mfahamu? Ndio ile taadia. Taadia yaani kupindukia kule kuitajia mtendewa. Mfano e, tutolea mfano neno naswara. Kwa hiyo hii jengo lake linakuwa litali, yani kitendo ambacho kitakuja katika wizani huu kinahitajia mafuulu bihi. Naswara Saidi wa minusuru Saidi nini? Akihitaji, akihitaji nini, kitendo gani soma mtendaji? akihitaji mtendewa. Kwa waqad yakunu, bi maana hapo kadi inafidisha litaklil, ni mara chache sawa. Wakad yakun, na hakika huwa, eh, wakad yakun, na hakika huwa laziman, inakuwa ni lazim, yani haihitaji maf'ul bihi. Mithalu almutaaddi, hapo mifano mwenyewe ameileta, mithalu almutaaddi, mfano mutaaddi mfano sasa mutaaddi wa kuitajia mafuulun bihi, nasara Muhammadu man aliya, amemnusur Muhammad nani? Ali. Lakini ukisema nasara Muhammadu hapo, Muhamad kisha hapo hapo mata tataarif, utafahamu nini? Ufahamu kitu uwo ni mfano wa nini? Wa mutaaddi kuitajia mafuulun bihi, sababu kitendo kama kitendo chenyewe akijitoshelezi kupata kitendo na mtendaji, sentensi ikamilike, lazima tupate mtendewa. Wa mithalu lazim, na mfano wa lazim. Lazim ni sasa ambacho e, la yahitaji ila almaf'ul bihi, akihitaji mtendewa. Kharaja Muhammad, ametoka Muhammad au na ametoka Muhammad, utauliza tu ameenda wapi nini, lakini lakin ukisema tu ametoka Muhammad, inaeleweka ambao. Kharaja mudhari yake nini? Yakhruju. Ukiangalia je, katika baina neno kharaja yakhruju, ukiangalia kwenye mizani, imewiana katika mizani fa'ala yaf'ulu. Kharaja yakhruju, yaf'ulu. Kharaja yakhruju zimeendana. Umefahamu? Muona hapo e, zimeendana. Albabu thani mlango wa pili fa'ala yaf'alu, ambapo sasa anasema Mauzunuhu eh, kipimo chake dharaba yadhribu, kwa sababu hiyo faala yafilu ni mizani, ndio mizani. Kwa hiyo mauzunuhu, kile kipimo ambacho kinachopimwa katika huu mizani, ambao dharaba dharaba yadhribu bi fathil ain, kwa kuitia fatha ain, fil madhi, madhi katika madhi ambao tumeona faala ain imepata nini? Fatha katika madhi. Ni wa kasriha, na kuitia kasra, eh fil mudhari

wa mithalu lazim na mfano lazim jalasa, zaid amekaa zaid, amekaa zaid, wewe amekaa ujui, umefahamu. Kwa hiyo hicho kinaitwa ni lazim, ambacho wizani wake kama alivyosema qad yakunu lazima, kwa sababu hapa qad imekuja litaqlil, maana ni mara chache. Jalasa yajlisu, ndio hivyo jalasa yajlisu, faala yaf'alu. Kwa kuangalia kati ya mizani na mauzuni, zimeendana.

kulubuhum zinapata hofu nyoyo zao pindi anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. ko kwa... Wajila eh mudhari yake na kuwa wajila yaujal faila yafaal, ko mudhari yake nakuwa wajila yaujal faila yafaal kwa ajili ya kuwafikiana na mauzuni

Mithal, mfano hasuna zaidu, amekuwa mzuri zaidu. Kwa kila neno kwam, jibwa, menezwa, hapa, kwa mujibu wa maelezo ya hapa kwamba kila neno ambalo litakuja katika wizani huu la yahtaj ila al maf'ul bihi, haihitaji nani tendewa. Kwa hiyo hii inakuwa ni laziman. Albabu alkhamis, mlango wa sita, albabu sadis, mlango wa sita, fa'ila

Ami amini zaidi thiqa, ni, ni kile kitu kwa wathiqa ya thiqa, anasema mimi na kuwa na wewe ni thiqa sawa. Anasema tanbihu, idha kana al-madhi ala wazni faala, amkana an yakuna mudhariuhu ala wazni yafalu au yafulu au yafilu. Tanbihu zindushi, pindi tunapokuwa madhi ipo juu ya wizano neno faala, amkana, inawezekana an yakuna mudhariuhu, kuwa mudhari yake ala wazni yafal, juu ya wizano yafal au yafulu au yafil. Kwa maana usio umeelewa, hapo umeelewa. Napokuwa Ito. Anasema idha kana almadhi, pindi itakapokuwa madhi ipo it katika wizano neno faala, amkana inawezekana an yakuna mudhariruhu kuwa mudhari yake ala wazni, juu ya wizani yafalu au yafulu au yafilu. Yaani hizi zote unaweza kusema ni mudhari ya madhi ya kitendo nini faala. Naam. Yaani, hapo kama umemwelewa, nasema pindi itakapokuwa madhi ipo juu ya wizani wa neno faala kwa kuitia fataha zote, inawezekana kuwa mudhari yake ipo juu ya wizani wa neno yafalu wa idha kana kana ala wazni fa'ila. Na pindi nitakapokuwa juu ya wizano haya neno fa'ila wa kuitia kasra aini amkana mudhari'uhu, inawezekana mudhari yake ala wazni yaf'ilu, juu ya wizano neno yaf'ilu au yaf'alu inaweza ikaja katika hali hizo mbili, ambao uko kwenye madhi aini na kasra kwenye mudhari, inaweza ikawa ikaja katika moja hali mbili, ikawa ikawa vile vile na kasra, au ikawa ina fatha. wa idha kana ala wazni faula kana mudharihu ala wazni yaf'ulu faqat. Napindi takapokuwa juu ya wizani na neno faula kwa kuitia dhamma aini, inakuwa mudhari yake juu ya wizani na neno yaf'ulu tu.

fafataha faalima fahasuna mlango ambao na vitendo zaidi wa aqalluha af'alan na mlango ambao una uchache wa vitendo hasiba, sawa vitendo vyake ambavyo vimekuja katika wizani huo ni vichache. Wa qad yaji'u alfi'lu ala wazni wahidin, na uenda ikawa kikaja kitendo juu ya wizani moja, wa huwa kathir, nao ni vingi. Wa qad yaji'u ala waznaini, na uenda ikawa hicho kitendo kikaja katika wizani mbili.

kufahamu mizani hii isipokuwa katika vitabu vya lugha. Tufahamu mizani zaidi, soma vitabu vya lugha kwa wingi. Ghaira, isipokuwa. Anna sarfiyin hakika a wanachuoni wa sarfa, wa dawabit wameweka vidhibiti. Limaarifati baadhiha, kwa ajili ya kufahamu baadhi yake, hiyo mizani. Duna isti'anati bilmu'jamat, basi na kutaka msaada katika kamusi mbalimbali.